Kana karibu tena mwanamichezo mwenzangu, ni kukaribishe tena kama bado jawa mwanafamilia wetu. Subscribe, alafu bonyeza la makengele ukiandika D&A TV, taarifa zote za kimichezo na taarifa zingine utazipata hapo. Hakuna pahala pengine ambapo utaenjoy kuona taarifa za kimichezo na taarifa zingine bali ni D&A TV. Shukrani sana, wewe ni mwanafamilia wetu ambaye unahitaji kupewa kongole kwa hali ya juu. Sasa kuna taarifa ambayo imetrendi sana usiku wa kuamkia hii leo, si nyingine kwa bali ni kwa nyota wa timu ya taifa ya Kamerun. Bwana huyu amezua gumzo pale Urusi baada ya kufumaniwa na mpenzi wake. Unaambiwa mwamba alimdanganya mkewe kwamba usiingie chumbani, chumbani yupo mjomba wangu. Ilikuwaje bara nyota wa timu ya taifa Kamerun, Nicolas Ngamalau ame ambaye anakipiga katika timu ya Dynamo, eh, ya pale nchini Moscow. Dynamo Dynamo Dynamo Moscow ya Urusi amejikuta e, katika wakati mgumu baada ya kufumaniwa na mpenzi wake ambaye, ambaye, ambaye mpenzi wake ambaye ni mtengeneza maudhui na maanisha ni content creator, wa pale nchini Urusi. Inaelezwa kwamba e, Niki ambaye ni mpenzi wake mpenzi wake anaitwa Niki alipata shaka juu ya mahusiano yake baada ya siku ya kuzaliwa kwake na maanisha birthday Mwamba baada ya kumfanyia birthday party mpenzi wake, siku ambayo wageni wamekwenda pale katika shughuli hiyo, mke wake alipata shaka kuona, mbona mpenzi wangu kuna mtu yuko naye kwenye hii shughuli, shida nini? Mke wake anaitwa Niki. Unaweza kusema mke wake ana wivu sana, lakini ni moja ya kudumisha mahusiano. Baada ya kuona mbona kama sielewielewi haya mambo, Niki alifanya alifanya uchunguzi wake, kadiri siku ambavyo zinazidi kwenda, akaja kubaini kwamba mpenzi wake ana mpenzi mwingine ambaye ni mchepuko, sisi Wabongo unaweza tukasema hivyo. Sasa huyu ngamalau alipata, alipata alip, alijia, al, al, huyu ngamalau alikuwa anajamini kupita kiasi, akaona kumalizana naye huyu mwanamke kwenye guest house hawezi, ama kwenye hoteli hawezi, akaonekana kama sio mwanaume lijali. Akaamua kumleta kwenye nyumba yake ambayo anaishi na mke wake. Siku moja ilikuwa hivi. Baada ya siku zote kumalizika, unajua siku za mwezi ni 40 siku zilizozidi kwenda mpenzi wake alikuja nyumbani, alikuwa ametoka kidogo akarudi nyumbani. Ghafla kurudi nyumbani akamkuta e, mpenzi wake, akataka kuingia ndani, akamwambia usiingie ndani. Akamwambia kuna nini? Akaambia aka, aka, hapana huko ndani kuna mgeni, mjomba wangu amekuja kunitembelea hichi kisa unaweza ukatabasamu, lakini ndio ukweli jinsi ambavyo ulivyo. Akaambia kuna mjomba wangu amekuja wa kunitembelea. Mwanamke akatia shaka, akasema mjomba gani ambao mimi simfahamu huyo? Akasema usiingie ndani, akalazimisha kuingia ndani. E, mwamba akagoma ili asiingie ndani mpenzi wake yule, cha kufanya baada ya kutilia shaka na, kukul, na, kukul, na kukusanya e, doti za baadhi ya matukio ambayo alikuwa ameona kwenye siku ya birthday yake, akasema huyu atakuwa ananichiti. Cha kufanya akatoa taarifa polisi, bwana polisi. Walipokuja unajua polisi wa wenzetu wa, wa wamechangamka kidogo. Polisi walipokuja chap, kwa haraka wamekuja, wakamsaidia kuingia ndani bwana bwana bwana. Kitendo cha polisi kumf, kumfungua mlango wa kuingia ndani, wakamkuta mchepuko umelala kitandani, ukaona ishakuwa noma, ukakimbilia toilet mpenzi wake akaingia ndani, lakini ukitizama video ambayo inamuonyesha Ngamao jinsi ambavyo alivyo, kwanza nimpongeze amevaa jezi ya Tanzania pensi ya, ya timu ya taifa ya Urusi ya ya Moroko ya Kamerun. Kwanza nimpongeze angalau amevaa pensi ya timu ya taifa ya Kamerun, lakini jua hajavaa kitu. Ukitazama vizuri utagundua kila kitu kilikuwa kinafanyika ndani. Kwa mujibu wa ile video, kila kitu kipo wazi. Hii ina maana gani? Hii ina maana gani? Kwanza, huenda mpenzi wake anathamini penzi la mumewe na ndio maana akapata wivu ambao umepita kiasi, akaita maaskari lakini eh, kujua ndani kuna ishu gani. Lakini kwa wanaume hii ni angalizo, kwa tuishi vizuri na wapenzi wetu, kwa sababu hawa watu ni watu ambao wanatembea na hisia kali sana. Ukimuumiza mtu leo, ujue kesho hili tatizo linaweza likafuatia kwenye familia yako. Hichi kisa nikaamua nami nikupenyezee, kwa sababu ni kitu ambacho kimetrend sana, kuhusiana na mchezaji wa timu ya taifa ya Cameroon kufumaniwa na mke wake akiwa na kimtipuko nyumbani kwake. Imekugusa kwa namna gani? Niandikia kwenye comment hapo, lakini pia subscribe na bonyeza alama kengele, kama bado jamaa na familia wetu. Hii ni D&A TV. Mimi ni Mzee Ahmed. Asante sana Giovano, kwa kuzingatia, kila kitu kinakuwa sawa ndani ya D&A TV.